Naona ni eh, zoezi la kuchukua fomu, wale wote watia nia katika eh, swala zima la ugombeaji wa eh, ubunge katika jimbo la Musoma mjini. Wewe kwa majina unaitwa nani na nini dhamira yako? Karibu sana. Asante kwa jina, naitwa Yusuf Thomas Kienche, ni mwanachama wa chama cha Mapinduzi. Natekeleza eh, dhamira yangu ya kikatiba ya kuchukua fomu kwa siku ya leo kwa ajili ya uwakilishi wa jimbo hili, na dhamira yangu kubwa katika jimbo hili ni kufanya mabadiliko machache ambayo mtangulizi wetu ameyafanya. Na kimsingi sisi tunaposema mabadiliko sio kama tunasema kwamba kuna mabadiliko kama ya, ya Sudani Kusini ambayo wanapigana wenyewe kwa wenyewe, isipokuwa tunahitaji kufanya mabadiliko katika jimbo letu kwa ajili ya kuongeza yale yani ambayo mbunge ameyafanya kwa kipindi hicho, kwa sababu tunaitamani maendeleo ambayo yamepungua yaendelee kushamirishwa na sisi ambao tuna maono ya mbali ya jimbo letu. Na nini maoni yako sasa? Eh, nini maoni yangu kwa sasa ni kwamba ninawaomba Chama cha Mapinduzi kuendelea kwenye michakato hii zamira nzuri kuendelea kufuata taratibu zote ili mgombea sahihi aweze kupatikana. Na mgombea atakapopatikana mgombea sahihi, sisi wanachama cha mapinduzi wote tutamuunga mkono kuhakikisha chama cha mapinduzi kinashinda. Especially nikiwepo mimi nitakuwa nimekiwakilisha chama cha chama cha mapinduzi vizuri, kwa sababu ninajua kazi anazozifanya Mama Samia na zinahitaji mtu ambaye ni makini, anayeweza kumsaidia katika kufanya hizo kazi kwa umakini. Mheshimiwa, karibu tuweze kuzungumza na wewe. Unaongea na Nyanja TV eh, pamoja na vyombo vingine vya habari ambavyo vimeshuhudia mheshimiwa ukichukua fomu ya kutia nia katika nafasi ya jimbo eh, la Musoma Mjini, kutetea nafasi yako we kama kiongozi, unasemaje hili? Ah, kama ambavyo hivyo ada, miaka yetu mitano imefika mwisho wa demokrasia yetu, maana yake ni kwamba tumerudi tena kwa ba wananchi ili watumie haki yao ya kidemokrasia kuona kiongozi wanayemtaka. Kwa hiyo nafurahi kwamba miaka yangu mitano nimeimaliza vizuri, na ndio maana nimekuja tena kwa ajili ya kuchukua fomu, na naamini kwa sababu wananchi bado wananihitaji kwa utumishi niliowatumikia. Kwa hiyo sina shaka kwamba nami wataendelea kunichagua kwa sababu bado wanayo imani kubwa nani. Mheshimiwa, umefanya kazi kubwa sana ya maendeleo, lakini pia unazani sasa kwa kipindi hiki ukiingia wapi ambako utakwenda kumalizia ambapo, mm -hmm. labda unazani kwamba unahitaji kuwekwa sawa katika kipindi hiki? Nina kazi mbili tu kubwa. Kwanza ni kuendelea kuboresha yale mafanikio ambayo tume, tumefanikiwa hasa ya huduma za jamii e, katika nyanja zote, maana maendeleo kila siku e, mahitaji hapo na hii ni kutokana na idadi ya ya ya watu kutokana na ongezeko la idadi ya watu. Kwa hiyo, mbali na hiyo kazi kubwa ambayo nilio nayo ni uchumi wa watu wa Msoma kwa maana kwamba unajua Msoma ni mji ambao uko pembezoni. Kwa hiyo, uchumi wake sasa lazima kuwe na mkakati maalum wa kuukuza, yaani hamwezi tu ukakuzwa na hali ya masoko, lazima tuweke mikakati ya kuona namna ya, ya kukuza mji huu. Kwa hiyo katika awamu hii mipango yangu miwili ndio hiyo. Kuendeleza yale yote ambayo tumefanikisha, lakini nakuona namna bora zaidi ya kukuza uchumi wa watu wa Musoma, hasa uchumi wa mtu mmoja mmoja. Nashukuru sana. Labda neno la mwisho la kuongezea eh, katika nafasi na hiyo sasa, labda kitu gani kingine ambacho nahisi kwamba ni cha kipekee zaidi kwa kwa ajili ya vijana sasa kwa ajili ya, unajua, ni hivi kwa vijana, kama nilivyosema, ndio maana nika, nikaweka yale majumuisho ya uchumi. Leo idadi eh, kubwa sana ya vijana wanamaliza vyuo au wana, wako tayari wanaingia kwenye soko la ajira, lakini ni kwamba kwa sababu hao vijana wanaingia kwenye soko la ajira vijana wengi, ndio maana unaangalia huku mtaani wanacheza kuru, hawana kazi za kufanya. Kwa hiyo lazima tujikite zaidi katika kuona namna ya kujenga uchumi wao, ili waweze kuendelea na maisha yao vizuri, licha haya mambo mengine ya kijamii ambayo tumeendelea nayo kama ya michezo na vitu vingine, lakini kwa vijana tutajikita tuta zaidi katika kuboresha maisha yao.